Sime report la tena, tena, reine, kwa maana ya Lowassa kama ambavyo aliambiwa na kuongoza uongozi wa jeshi la polisi <laughs> kusajisahai, maelekezo ni kwamba kurudi tena au warudi tena tena Alhamisi tarehe 20 saa tatu asubuhi. Tutarudi, tutapata maelekezo leo. Nini kazi njema eh, hivyo tu hatujaambiwa. Kazi njema. <laughs>